Hii ni nchi yetu. Suala la haki za nchi sijalianza mimi kulitetea, alianza mzee Karume kwa kumkabili Nyerere, yeye na wenzake wajumbe wa baraza la mapinduzi. Hawa wana shida, hawajui historia nchi hii haki za nchi hii alianza kuzitetea mzee Karume, akaja mzee Jumbe na ndo ilomfanya akaondolewa uraisi akafungiwa mji mwema mpaka mauti akamkuta. Raisi wa watu, lakini kenda kuchukuliwa kafungiwa kwa kutetea nchi yake. Hilo ndo tuloachiwa, kuwachukua wasiokuwa wazanzibari ukawapa uzanzibari ili wakupe kura? hili, hili ni kosa la jinai na wallahi tutawashtaki kwa kosa hili. Tuone haya nchi yetu, tukubali wazimu huo hivyo? <laughs> kama mnasema huu ni ubaguzi, na uwe ubaguzi, lakini tutasimamia sharia, katiba ya nchi yetu, haki za nchi yetu, maslahi ya watu wetu.